Leo tunaanza Kwaresma, kipindi cha siku 40 cha kujiandaa na Pasaka. Ni muda wa kuangalia ndani ya mioyo yetu na kuikumbuka kweli maisha si ya kudumu, na kila mmoja wetu ana hisia za maumivu, huzuni na dhambi. Huenda kuna maumivu ya zamani tunayoyaweka gizani, huzuni ya maisha, migogoro ya familia, majuto au tabia ambazo hatuna ufahamu kama zinawaathiri wengine. Kwaresma inakuja kutufundisha Huwezi kubadilisha maisha yako kwa kuendelea kuishi kama jana. Leo Yesu anatualika tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Hapa ninanukuu kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. Toba si maneno tu, ni mabadiliko ya moyo na matendo. Ni kuchukua hatua za kuacha chuki, kiburi, tamaa zisizofaa, ulevi na tabia zisizo na tija. Kwaresma ni nafasi ya kuuponya moyo wako, kuondoa mzigo wa dhambi na maumivu ya ndani na kuanza maisha mapya. Hii ni fursa ya kweli ya kuutafuta mwango wa Kristo na kuifanya kila siku iwe yenye tija na amani. Leo acha kila lililo baya, shikilia mema, tumia kwaresma hii kuanza mabadiliko ya kweli. Moyo wako ukiwajibika unaweza kupona kuungana na Mungu na kueneza upendo na amani kwa wengine. Mm. Naitwa Izahaki Mwacha. Usiache kutembelea mitandao yetu ya kijamii YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Breez Online TV, na kama ungependa kuwa unapokea tafakari hizi kila siku, tafadhali tuma neno ni unge kwenye WhatsApp kupitia namba 0756494796 ni hayo tu kwa leo, tukutane tena hapo kesho, panapo majaliwa.